Namshukuru rais wetu Dokta Samia Suluhu Hasani kwa kutuwezesha sisi watu wenye ulemavu maishi katika maisha mazuri. Ofisi yote hii ni ya huyu mama ambaye ametuwezesha na bado anategemea kufanya mambo makubwa sana kupitia hela yake ambayo nimeshaipokea, milioni kumi na mbili na sabini na tano ambayo nitairejesha nita kwa wakati, kabla ya huo mwaka mzima ntakuwa nimeimaliza ili na wenzangu akaweze kuitumia. Karibuni sana walemavu wenzangu, mama anatujali, mama anatupenda. Kutokana na shughuli anayoifanya, mimi kama mwenzake, ningekuwa mtu ambaye ni mbovu, ina maana hii hela tungekuwa tunaitumia visivyo, lakini tunaangalia malengo na maksudi ya mkopo na nini kinachofuatia. Hii ni pamoja na kujiinua sisi wenyewe, kuinua watoto wetu ambao wanasoma. Kulingana na hii hela, tunapata kipato, tunalima tunapata tunafuga. Kwa hiyo kiujumla, namshukuru mwenzangu mimi na na mi pia, namshika mkono pale anapokuwa amekwama, namshika mkono kwamba tuinuane hivi, kwa sababu biashara huwa kuna kuanguka wakati mwingine na wakati mwingine. Akianguka akiteleza, mimi nami nafanya nini? Namsapoti kuondoa ile aibu ya kusema kwamba kesho na kesho kutu tuanze kuvutwa vutwa. Mkopo wa kwatu ulipota milioni nane na tulipa kwa wakati miezi kumi tukawa tumemaliza hilo deni. Na sasa hivi hii deni la milioni moja na laki milioni kumi na mbili na sabini na tano elfu amenishirikisha na mi nimemsapoti, na tutakuwa naye pamoja bega kwa bega katika biashara hii kuiangalia kwamba isidondoke na kurudisha katika muda ambao mwafaka tuliopangiwa na serikali ikishirikiana NMB. Hivyo basi nampongeza mama, ananielewa na leo tumekuja kumtembelea mmoja wa nufaika wa mikopo ya asilimia kumi na amekuwa mnufaika mzuri sana kwenye kundi la watu wenye ulemavu. Hapo awali kwa mwaka wa fedha ishirini ishirini na mbili ishirini ishirini na tatu alifanikiwa kupata kiasi cha shilingi milioni nane na alipata kwa muda wa mwaka mmoja, lakini alitushangaza ilirejesha ndani ya miezi kumi tu na biashara yake ikawa imeimarika kama tunavyoona, lakini pia mikopo ilivyofunguliwa kwa awamu ya pili kwa mfumo mpya, na sisi halmashauri ya Itilima tulibahatika kuwa katika mfumo jumuishi, yani kwa kutoa pesa kwa kushirikiana na benki ya yani NMB ambapo alifanywa tathmini na almashauri pamoja na benki na akaidhinishiwa kiasi cha milioni kumi na mbili na elfu sabini na tano. Kiasi hicho tayari kilishaingia katika akaunti yake tangu tarehe tano mwezi wa nane, na yupo tayari ameshajipanga kwa ajili ya kuendeleza biashara hii. Nitoe rai kwa watu wengine wenye ulemavu, ulemavu sio mwisho, fursa bado zipo, na wakaribie katika ofisi za maendeleo ya jamii kuweza kupata elimu zaidi na utaratibu kwa namna ya wao kuweza kufuata na kunufaika na mikopo hii. Lakini pia tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa, wa Tanzania mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassani kwa kufungua tena kwa awamu nyingine mikopo hii ya asilimia kumi kwa makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa kweli inawanufaisha na inabadilisha maisha yao.